Nadhani mnasikia kabisa, jamani hey. Sisi ni Watanzania wenzenu, mnasikia? Tunaombeni msaada jamani, si wanavunja geti, tunaomba msaada, tuko Watanzania arobaini na tatu, tumezingirwa, ni milio ya risasi tu, hatujui mtu atakayekuja kututoa umni nani. Hawa jamaa wakitukuta humu wanatumaliza jamani, nasikia mabomu hayo. Hawa wakitukuta humu wanatumaliza. Mungu wangu, Tanzania, tunaomba msaada Tanzania, tunaomba msaada. Tumeni kwenye magurupu tuweze kuja kuokolewa. Tuko sehemu inaitwa Jambo Safari, maeneo ya airport.